Ni kualike kwenye chaneli yetu nzuri ya usiteseke tena. Leo tujifunze vitu vitatu vinavyoficha furaha yako kila wakati na jinsi ya kuvishinda. Kuna watu wengi wanatembea wakiwa wanacheka, lakini ndani yao wamebeba huzuni. Kucheka sio mzizi wa furaha. Kama ingekuwa hivyo, basi watazama komedi wangekuwa watu wenye furaha zaidi duniani. Watu wengi wamebeba huzuni na furaha yao imejificha mno ndani yao na mbaya zaidi hawajui imejificha wapi. Leo na kueleza vitu vitatu vinavyoficha furaha yako kila wakati na jinsi ya kuvikabili. Kama uko tayari kuirudisha furaha yako basi tuambatane pamoja. Jambo la kwanza. Matarajio yaliyokosa mipango. Matarajio yaliyokosa mipango. Unapotarajia vitu vikubwa kutoka kwa watu au maisha kwa ujumla bila kuwa na mipango na hatua za kuyafikia, unajibebesha mzigo usio na ulazima ndani yako. Unajikuta umejaa masikitiko, kukata tamaa na lawama. Furaha inajificha kwa sababu unaishi kwenye dunia ya vitu dhahania, unaishi katika ulimwengu wa kama na ingekuwa Fungua macho, weka malengo halisi na njia za namna ya kuyafikia, na pambana kwa bidii zote ya kuyafikia. Furaha huja unapokuwa na mipango yenye mwelekeo na sio matarajio tu. Lakini jambo la pili, kulinganisha maisha yako na wengine. Mitandao ya kijamii imewageuza watu wengi kuwa wahanga wa huzuni. Unajua ni kwa nini? kwa sababu unalinganisha maisha yako halisi na maisha ya mtu aliyeposti sekunde 30 tu za furaha yake. Unajiona ufai, ufanikiwi, huku ukisahau kuwa kila mtu ana vita vyake tofauti kabisa. Furaha hujificha na kupotea pale unapoacha kuthamini safari yako kwa sababu ya watu wengine. Acha kujilinganisha, acha kabisa. Thamini hatua zako hata kama ni ndogo ndogo, kwa kiasi gani ikiwa tu ni zako, basi zithamini sana. Lakini jambo la tatu ni kujibebesha mizigo ya wengine mm -hmm. Wewe sio mkombozi wa dunia, lakini mara nyingi unajikuta umebeba mizigo ya watu wengine, hisia zao, matatizo yao, matarajio yao, kiasi kwamba hadi unasahau kuishi maisha yako. Wema ni mzuri na kusaidia wengine ni vizuri, ndio, lakini kujitoa hadi kupoteza amani yako sio hekima. Furaha yako hujificha pale unapoacha mipaka yako ya kiakili na kihisia. Jifunze kusema hapana, jifunze kujiwekea mipaka. Hapo ndipo furaha yako itaanza kustawi zaidi. Kumbuka, furaha si kitu cha kukikitafuta mbali na moyo wako. Furaha ipo ndani yako, inangoja ukubali kuipa kipaumbele tu, na ikushangaze. Usiteseke tena, chukua hatua sasa. Soma kitabu chetu cha furaha yako haitapotea tena. Tucheke WhatsApp kwa simu namba 0755302668. Naitwa Angela Kanini. Usisahau kusubscribe, like, kushare na comments ili uwe wa kwanza kupata video zetu punde tutakapozitoa. Asante na karibu.